Andiko kwa anasema kwamba kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Kuna watu ambao wanapenda heshima, kuna watu ambao wanapenda heshima. Heshima, lakini hawajui kanuni hii. Maandiko anasema kabla ya mtu kuharibikiwa kwenye maisha yake, kabla ya mwanadamu yoyote ile kuharibikiwa kwenye maisha yake, kitu ambacho wakinatangulia ni majivuno kitu ambacho huwa kinatangulia ni kujivuna, ni kujivuna kwa. Ukiona tu roho ya majivuno inainuka, ina, ina inuka ndani yako, ukiona tu kiburi kinainuka kina ndani yako, kwa sababu yoyote ile, ujue kuharibikiwa kwako kuko karibu, ujue kwamba anguko lako liko karibu, anguko lako liko karibu. Anasema kabla ya uharibifu, moyo wa mwanadamu hujivuna. Dalili za anguko la mwanadamu yoyote yule ni kiburi, ni majivuno, ni majivuno. Ndio maana kuna watu ambao walikuwa walikuwa wamefanikiwa kwa jinsi walikuwa wamefanikiwa, lakini sasa limebaki tu historia kwamba yule alikuwa amefanikiwa, sasa hana kitu. Lakini alipokuwa amefanikiwa, alikuwa anaishije na watu wengine? Alikuwa anaishije na watu wengine? Kiburi ni madui, ni adui wa mafanikio. Wakati Yesu anakaribia kuondoka, anakaribia kuondoka, wanafunzi wakata, wakaanza, wakaanza kujiuliza ni nani atakayekuwa boss, ni nani atakayekuwa mkubwa, na Yesu akasema, yoyote anayetaka kuwa mkubwa au mtumishi, au mtumishi. Na Yesu aliweka wazi kwamba yoyote anayejikweza atashushwa, yoyote anayejiinua atashushwa, atashushwa atashushwa. Kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Watu ambao wamepata heshima wanajua kanuni hii, kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Kama nataka heshima, kama nataka kuheshimiwa, nyenyekea, nyenyekea, nyenyekea. Waraka wa kwanza wa Petro a tano Uh, tano, tano mpaka sita Sema Mungu huwapinga wenye kiburi, na huwapa neema, unapowapa neema huwapa upendeleo wanyenyekevu. Huwapinga wenye kiburi, huwapinga wenye kiburi, huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa upendeleo wanyenyekevu, huwapa neema wanyenyekevu. Je, unataka heshima? Nyenyekea, nyenyekea Jishushe, acha majivuno, acha kiburi. Kiburi kisitajwe kwako. Kumbuka maandiko yamesema, kabla ya mtu kuharibikiwa, kinachotangulia ni, ni kiburi, kinachotangulia ni majivuno. Dalili mojawapo ya anguko la mtu yoyote yule ni majivuno, ni kiburi, lakini dalili ya mtu yeyote yule kuheshimiwa ni unyenyekevu, maana maandiko yanasema kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu, hutangulia unyenyekevu. Lakini pia tunasoma habari za Yesu Kristo, tunaposoma kwenye Wafilipi mbili tano mpaka kumi na moja anasema kwamba alijifanya kama hana utukufu, yeye aliyekuwa sawa na Mungu alijifanya kama hata, hana utukufu, akatwa namna mwanadamu, akajinyenyekesha akawa mtii hata mauti, na kwa sababu hiyo Mungu akamkirimia jina linalopita majina yote. Lakini maandiko yanasema kwamba alijifanya ah, huyu Yesu Kristo, unaposoma kwenye Wafilipi mbili tano mpaka kumi na moja kwamba yeye aliyekuwa yu namna na sawasawa na Mungu hakuona huko kuwa sawa na Mungu kwamba ni kitu cha kufungamana nacho. Wewe ni nani? kama Yesu alinyenyekea, kama, kama Yesu alijifanya kama hana watukufu, kama Yesu alitoa namna ya mwanadamu, kama Yesu alinyenyekea hata mauti, hata mauti. Wewe ni nani? Unajivuna, una kitu gani cha ajabu cha kufanya wewe ujivune? Siri ya kuheshimiwa ni kunyenyekea. ku, ku, Yesu alinyenyekea na Mungu akamkirimia jina linalopita majina yote, na mpaka leo kwa jina hilo kila goti linapigwa. Anasema alikuwa sawasawa sawa na Mungu, lakini hakuona hicho kuwa ni kitu cha kufungamana nacho. Uwe tumali kidogo tu, umeshaona kwamba ututumali kidogo ni, ndio kitu cha kufungamana nacho. Unaanza majivuno, unaanza kiburi, unaanza jeuri. Ndugu, kama uko hivyo ujue kwamba anguko lako limekaribia, maana dalili ya anguko la mtu yoyote yule, dalili la kuharibikiwa kwa mtu yoyote yule ni kiburi, ni majivuno. Sasa kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna, Mithali kumi na moyo wa mwanadamu hujivuna. Roho Mtakatifu akusaidie, na roho ya unyenyekevu na ingie ndani yako katika jina la Yesu. Roho ya majivuno na itoke ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu akusaidie, akuwezeshe kunyenyekea, akuwezeshe kujishusha siku zote. Na kama kuna mbegu yoyote ya kiburi iliyopandikizwa ndani yako, kama kuna mbegu yoyote ya kiburi iliyopandikizwa ndani yako, kuna mbegu yote ya, ki, ya majivuno iliyopandikizwa ndani yako, hiyo mbegu na ife kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, na mbegu ya unyenyekevu na ipandwe ndani yako sasa katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kuendelea kupata mafundisho haya, usahau kusubscribe, lakini pia unaweza ku share, unaweza ku comment, unaweza ku like. Mungu akubariki katika jina la Yesu, amen.